Mambo ya usiku mwanangu, waje sawa? Nini sasa? Nini nini? Oh! Sikuelewi mwanangu. Mwanangu umetuwa vipi vipi? Kuna kuna shida gani? Shida gani? Nini? Vipi? Karibu kaka. Asante. Mm. Weke tu pale basketi kaka. Asante sana. Eh, karibu sana kaka. Asante. Aya. Mm. Viti hivi hapa kaka. Sasa tukakaa hapa kaka sasa. Asante. Niambie kaka yangu habari za masiku. Habari za siku bwana, nzuri. Eh, atuonani hizi siku mbili hizi? Eh, majukumu. Eh, majukumu. Majukumu. Sawa sawa. A, nimeona kwamba nikutembelee, mm-hmm, kulingana na kwamba maongezi yetu yale kule ya siku ile maana, mm. Lile ni tukio bwana, sawa sawa, limenifanya nifikiri sana sana kikina, mm-hmm. Kwa hiyo ninahitaji mazungumzo na wewe sasa. Mimi niko tayari kwa kusikiliza kama uko fleshi, tutaungana. Nimeumia hapa mwanangu. Unafanyaje kwa kuumia? Ule mzimu mwanangu. Hapo mwanangu, ule kuhusu mzimu unajua nini mwanangu? Ah, bora basi sawa. Oh. Nae ukatokea mzimu. Unajua nini mwanangu? mi Yeah, mpaka kufika hapo so, so. Mwanangu sielewi kitu yeah. Sawa hivi mwanangu, ukijichekecha hata we mwanangu, huo mzimu umetokea wapi? Mzimu huo sijaelewa hata eti mwanangu

hiyo ndio mipango ya kazi wa jomba, au sio? Kama vipi, kutoa mzigo tupangilie basi, maniaje gani, kama mdogo wangu hey. Mimi nimeona tuje tuzungumze. uh-huh. kwa sababu lile tukio la siku ile uh-huh. Sijakuelewa hivi uh-huh ulikuwa serious na hayo ambayo ulikuwa unayazungumza, kulingana na masharti ya kifamilia kaka, tumeyavuka. Unashangaa nini? Ninashangaa. Unashangaa nini? Kwa sababu siku zote mm, sijakuona ukiwa hivyo mm -hmm. na haya unayoyazungumza ayaniingia hata kiakilini. Toa basi huo mzigo, tangu tumefika hapo nimekwambia toa mzigo fu na aanattoa mzigobasi hapo, toa mzigo, umekuwa sio mwanangu, uko vipi sasa? Tumekata mkungu wa ndizi mwanangu natuletea hii ndo nini? Ndo nini sasa? Ndo nini? Ndo nini? A, niwaambie, tusikie nini sasa, wakati mwenyewe ndo uko wapi sasa mzigo wangu? Mzigo wenyewe hamna hamna kabisa, si unaona, mzigo poa, poa, poa, janja. Eh, mimi ni mwenyewe, kichwa changu kimeshawaka kitambo mwanangu mwanangu mwanangu mwanangu, au sio? Tulia, tulia, tulia, tulia, tulia basi. Vipi vipi, lakini ni ni ni wenyewe hamna kabisa inanmioanaiweewekktammwaan Mwanangu, tumetoka kule na mzigo sasa hivi, hapo unafika hapa unasema kwamba mzigo sii, umefanyaje au mwanangu, umetupigani? Kwa kifupi, mashariti tumeyavuka bas, full stop. Mbona haujaje nyumbani kwangu ukanipa taarifa kama hizo, tukakaa tukazungumza, kaka ka ukijua mashariti tumeyavuka. Kaka, kaka tutazungumza mpaka wapi? Mdogo wangu mm. Haya mambo ni makubwa, kaa makini sana na haya mambo, yasije baadaye yakakukabili yakawa mambo mengine. Ninachokumbuka mimi kichwani kwangu, ule mzigo sijawachia, yaani laundi yoyote hiyo sijaachia mzigo kabisa, nilikimbia nao mpaka hapo. Ila mimi ninavyohisi kabisa, ule mzimu, mwanangu, ule mzimu umetufanyia tu mazingira fulani, huenda ule mzimu wanasema nini? Hey. wajoma Mnaposema kuwa kwamba mzimu mzimu unakuja kujaja kwenye mpango ya ndizi, huo mkungu wa ndizi umeibwa na huyo mchawi. Si mzimu si mchawi, mzimu mwanangu hmm. Ule mzimu mwanangu, sio wa lele mama, ule mzimu wa kuchinja, wa kuchinja beshi, mm. Unaonaje wazee? Yani kwanza ule mzimu fala tu kwangu, wa kuchinja. Ule mzimu mwanangu, yani ule mzimu wa kuchinja, tumnywa supu Naongea kitu cha point ambacho umekizungumzia mm, ni noma mwanangu. Mm. Ni hey, hey, sema, sema nini? Ah mm. Kesho mwanetu yani asubuhi kesho yani panapokucha, kucha mm, chakula cha kwanza bangi wajomo Mwanangu, sasa mimi wacha na ule ukweli kwamba kwa mawazo yangu, kwa nani, kwa afya zangu tu mwanangu. Kwanza unaona ule mzimu mwanangu, si wa kuua kwa panga hata siku moja. Ule mzimu mwanangu, wa kwenda kwa mganga kabisa. Mwanangu, hapo umesema nini, au sio? Hiyo point, kwa sababu mzimu na waganga Mambo gani sasa mnayoleta hapa kambini wajomba? O, babu, tulia mwanangu na wewe. Tulia nini mjomba wewe? Yaishe basi, mwanangu. O, mimi kitu cha msingi kwenye bangi mjomba? Kwa nini mwanangu, waje nikupange kitu kimoja kwenye mzimu mwanangu, kwenye jini mwanangu, huwezi kumdhibiti kwa bangi mwanangu. Unajua hilo, huwezi kumdhibiti mwanangu kwa bangi au kwa askara au, au, mwanangu. Huyu jamaa kaguruga huyu. Kwani mnyoosha nini huyu jamaa? Huyu kwanza umeshaga mtaa wapi? Mwanangu mshamba mshamba tu ya koje. Kwa hiyo umeshaona wapi mwanangu? Tulieni sasa, tulieni basi niwapange. Nikatie mzee wa mwanangu. Tulieni mwanangu. Mbona mnatambua sana maeneo kimboya. Nikakonyoa ndevu. Hizo ndevu tu mwanangu zinakubeba. Ongea point mwanangu. Nikiinuka hapa mwanangu. Point ambayo niliyoizungumza sawa. Kwa nyie kama vipi? Kama mnaelekewa kwa mganga oh, nyie someni lakini mimi kunigusisha mambo ya mganga kwa nani? na mzee wa si nyumbani, mzee Matole sawa, tutaka shindano yes. Uchawi hivi hivi, ananiambia niingie mambo ya uchawi. Mimi nicheka kataa hata oh. Nyinyi mnaleta mambo gani haya? Mi nio napaa kabisa. Kwanza mimi nipae kwenye ungo, kama vipi wazee? Hiki kijua wanangu, mimi nakiua, sawa? Kila mtu kila mtu asome kijua. Umeona wapi mwanangu? Hapo wadogo, sio tena madili yako ya kishamba, hata siku moja, sawa? Liwalo na liwe, tutamaliza sawa, mdogo wangu. Lakini mimi nilikuja kwa nia nzuri, lakini ipo siku utakuja kunikumbuka. Nani akukumbuke wewe? Umekuwa babu wa taifa. Kwanza hakuna mazungumzo ulioleta, umeleta tu hapa ufarafunda haueleweki. Kwanza toka hata nyumbani kwangu. Na nizungumzie hapo maneno hayaeleweki hata kuelewa. Mazungumzo yameshatushinda. Kaka, nenda nyumbani kwako. Hakuna mazungumzo ulioleta hapa. Umeniletea ufarafunda haueleweki. Nipisha hata nyumbani kwangu. Kweli eh? Eh ndio hivyo. Sasa tutazungumza nini sasa kaka? Haya, ah, mazungumzo ambayo hayaeleweki. Uko, ah, uko uko uko uko umefanyaje? Pisha nenda zako hapa ha. Mimi nilikuja kama kaka yako, kama hunielewi basi haina shida, chelewa, ha, ha. Ganga, mimi naondoka nyumbani kwako. hata hivyo mama angechelewa ningetangulia hata mimi kuzaliwa. Kaka, mambo ya waganga mimi hapa hapa? simu mwanangu zangu baba. unatembea wewe tembea nyinyi? na mtu mzee mzee wako Matole. Nakutafuta kitambo sana. Kwa hiyo kama ni hivyo, ni hivyo kujiengelea sawa. Shazingwana na wanangu huko nyuma huko, sawa. Kwa hiyo mwanangu, sikuogopi dakika zilo hapa na kumwaga damu mbele, au si

Nilipotoka tuwezi yeah. Amini yule jamaa. Sawa, yani si mwanamke si mwanamke, sielewi yule. Cha msingi ninachowaambia sawa, kwa mganga kwa. Nimeshakubali ushauri wako mganga, nimesha kubali ushauri wako. Umekubali kesho. Wasinamjua yule mganga, si mganga. Kaka yako humo ndani. Sawa baba. Ana mzee, umeniita. Naombeni mnisikilize vizuri, wanangu. Maana mimi baba yenu, na mambo mengi sana ninayoyajua. Kwa hiyo mnisikilize kwa kila ambacho nataka kukisema. Ala, sema baba, shida gani? Tunakusikiliza. Mzee Matole, si mnamfahamu? Tunamjua vizuri baba. Baba, kwani kuna shida gani? Kuanzia leo hii sitaki niwe nawaona mnafika pale kwenye hiyo familia. Kwa sababu gani baba unasema hivyo? Sitaki kujua sababu, fateni nilichowaambia, myazingatie ni, niliyowaambia na myafate. Yaani sasa hivi kaka, tumekuwa watu wazima, hmm, na chungwa chungwa tu, sielewi hapa sasa. Simuelewi mzee kwa sababu kila siku anasemaga tu hivyo. Simuelewi. Da, sasa iko hivi, sasa hivi mimi hapa nimekuwa mtu mzima, kwa hiyo huwezi kunipangia sana Sawa, mimi nitakuwa naenda na wewe. Kama ukifanya hivyo lazima niende, kwa sababu pale kuna kwa, kwa baba mdogo mm. Simuelewi sasa, ila mimi nitakuwa naenda basi. Poa basi, poa basi, ngoja mimi nikuache hapa. Haya bwana.